Lakini mwisho wa yote, mapenzi makubwa kwa mtoto huyu kumwonyesha mzazi wake ni hapa. Ikitokea baba amefariki dunia au mama, shangazi, dada, kaka, mtoto wake, alafu huyu mtu wa karibu yupo eneo hilo na hakuhudhuru katika mazishi yake, watu wote wanamshusha thamani. Na kama akiwa baba au mama, wasema ana lana ya wazazi wake. Maharibiko ya kimaisha yakitokea tu au mabalaa yote Mwenyezi Mungu akimkadiria, watu wanahambatanisha habari ya kifo cha mzazi wake kifo cha jamaa yake yule ambaye hakwenda kumzika ambaye alikuwa katika mapenzi yake kipindi cha uhai. Haya majambo yatufundishe kitu. Hapa si sehemu ya mtu kukimbilia, nieleweke vizuri nini. Na wewe sasa hivi hapa, hakuna hata mtu mmoja anayependa umauti, yani afe sasa hivi. Lakini safari hii ni ya lazima, tumelazimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba dunia ni sehemu ya kupita. Sasa kinathibiti nini? yule ambaye ulikuwa ukimpenda sana duniani ukimlinda na kumwekea mali apate cha kurithi yeye, anasema mchukueni haraka tukamzike, ili mengine yaendelee. Nafahamika vizuri. Sasa alhakum takathuru hata zurtum lmaqabir. Zingatieni hapa kwenye kauli ya Allah subhanahu wa taala, baada wa amba, ya audhu billahi min ashaitani rajim, kwamba hakukuachieni nyinyi kukupumbazeni maisha ya kidunia haya mpaka mtakapofika kwenye makaburi. Yaani umekufa munaingizwa kwenye makaburi, ndio mnaona habari hii imethibiti kweli. Kwa nini tusifanyie maandalizi tukawa waja wenye akili timamu? Safari hii inataka maandalizi tena makubwa sana. Wanaofahamu Bi Maryam binti Suleimani, huyu watafahamu kwamba alikuwa ni mtu mwenye aktiviti zake za kawaida kama ambazo tunazo mimi na wewe, si kwamba alikuwa anakaa ndani tu. Tena kwa bahati nzuri amekulia hapa hapa rangi tatu Allah subhanahu wa taala leo amekadiria mauti yake, amefariki ya dunia. Watu wengi wanaogopa kufika kaburini hapa, na hawauogopi umauti wenyewe. Msikie bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. <coughs> maneno haya ilikuwa ndani, siku moja Bi Aisha radhiyallahu anha amekaa, kisha anaingia mumewe, anagonga mlango, anakwenda anamfungulia, anapomfungulia mlango Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaingia ndani kama ilivyokuwa desturi yake kisha ndani anakwenda kulala kwenye miguu ya mke wake Bi Aisha. Bi Aisha akiwa anagusagusa ndevu za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakutana na mbuliza ndevu zenye asili ya weupe, akiwa anasinzia akiguswaguswa huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghafla alihisi kudondokewa na maji katika mashavu yake, lakini akatanabahi kwamba hapa nilipo nimelala kwenye mapaja ya mtu ambaye hagusi maji bila shaka kipo kinachomliza huyu. Akamuuliza Aisha, maladhyubkike ya Aisha, nini kinakuliza Aisha? Aisha kusikia swali hili akamjibu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mimi wakati usa usa na kugusagusa, nimekutana na ndevu nyeupe. Sasa akamuuliza nini hasa kinakufanya ulie baada, baada ya kuona mvi Anasema nimelia, machozi yanatoka kwa sababu ninatanabahi kwamba wewe utafariki kabla yangu. Mimi ni kijana sana, halafu wewe umri wako umekushasogea. Jamani, kifo hakina umri eh? Eh, anazungumza haya kwa muktadha wa hali lisanu alhali afsahu min lisani almaqali, ule lisani matamshi ya kuongea mdomoni sifa saa sana kama vitendo. Sasa kwa haya akamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mke wake wa wa wa wa wa wa radhiyallahu wa anha mama yetu huyo, Aisha anamuuliza sasa, kwenye kifo wewe nini hasa unaona ni jambo kubwa zaidi? Anasema hali nyingi sana alizitaja hapa, akasema: watu watakapokuwa wamekusanyika wakambeba maiti wampeleka makaburini huko, huu wakati ni mgumu sana. Watoto wanalia baba, baba, mama, mama ma. Akamwambia ndio hiyo, ni hali ngumu lakini, itaje hali iliyokuwa ngumu zaidi. Aisha Aisha akarudivi, Allah mwya radhi akasema, wakati ambapo watu wanamuacha maiti na kurudi nyumbani. Akataja hali nyingi, lakini kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa tikirara ni najirudia na kumwambia, hebu itaje hali iliyokuwa ngumu zaidi. Aisha akasema, wewe ni mjuzi kuliko mimi. Baada ya majibizano mafupi, aliambiwa maneno haya na bwana mtume Muhammad sallallahu wa wa alaihi wasallam, hakuna hali ngumu kwa mtu aliyefishwa kama mtu anapokuja mara ya kwanza kumgusa baada ya kutolewa roho. Jifunze kitu hapa, jifunze kitu. Hakuna hali ngumu <tuhi>